Sasa basi wacha tu enjoy na rai endelee, ni katika dimba la Ali Hassan Mwinyi katika mkoa wa Tabora no, eh bwana, na kitu kingine mimi nikasema oh, kasema kwamba nina uenyeji na mkoa wa Tabora kwa sababu mimi nimelelewa na wilaya ya Igunga, nimesomea shule ya msingi Igunga, shule sekondari nikasomea mwanzuri sekondari, kwa hiyo mimi nina uwenyeji na mkoa wa Tabora. Christina Mwagara uh -huh. we love you so much but point tatu tunazipenda zaidi mnampenda tunampenda, lakini pointi tatu tunazipenda zaidi. Atatulia Kristina Mwagala alikuja na maneno yake, anasema kwamba nyuki hakumbatiwi wala hapigwi busu. yeah, yeah. Sisi kama Yanga Africans tunasema la hasha, baada ya sana nyuki huyu wa leo yeah, anapigwa busu vizuri tu yeah, yeah. Anakumbatiwa vizuri tu yeah, yeah. Anapigwa denda, tunachukua na pointi tatu yeah. Ya, ya, ya. Ya, ya. Unatisha watu na kati, katika mi, mi, umetoka kwenye mchezo ambao umekupa wewe uh, mawazo, ime, kwanza imekuharibu kisaikolojia. Unaweza ukaona mtu anapapalika maneno vile, watu wanapaniki, sijui huyu vipi? Kumbe ni kimuhaho, ni ule muhaho wa kutolewa katika mashindano ya CRDB, sijui unaelewa Amekuja hapa mtu wa Nkulumpungumbi, nani Nkulumkumbi nani, Kagera shuga yeah, kaja kajipigia kiuleni kaondoka. Wee, halafu ili aweze kuziba ile aibu anakaa anaongea maneno mengi sijui nini na nini hivi. Ni sisi tunaombea huyo nyuki wake, leo atakumbatiwa na atapigwa busu na denda juu na tuachukua pointi yeah, tatu anaopenchikola sasa. Katika mpira huwa kuna, kuna siku ya bahati he. Yani una bahati, alafu kuna uwezo. Yanga tunajivunia uwezo profeshonal wa wachezaji wetu, ila swala la bahati huwa ni la ziada, ila kwanza uwekezaji sasa wao kwa kuwa walibahatika siku ile kupata pointi tatu, ile mechi tuliocheza nao siku ile wakaondoka na pointi tatu, mnakumbuka ah? Ah, baada ya kuchukua zile pointi tatu ndio zinamfanya, yani imekuwa kwamba ndio kivuli cha kutembelea kuielezea hiyo Tabora United.